Leo tarehe 16 tumepata heshima ya kutumwa na Daktari Samia kwenda nchini Moroko, kupokea na kutimiza ndoto ya wapenzi wa mpira wa miguu, sio tu Afrika bali duniani, kijiti cha maandalizi ya Afcon 2027. Kwa utamaduni uliopo nchi inayoandaa mashindano yanayofata baada ya kuhitimishwa mashindano yaliyopo, hupewa nafasi ya kukabidhiwa na kuanza maandalizi ya mchuano wa 2027 AFCON. Ni kama ambavyo watanzania wengi mnafahamu, Mheshimiwa Daktari Samia amedhamiria kwa dhati na kwa nguvu zake zote kuiweka ramani ya Tanzania katika ramani ya dunia kwenye michezo yote iliyoko duniani. Maelekezo yake, mimi pamoja na katibu mkuu na ujumbe tulioambatana nao wengine, tayari wameshaingia kwenye checkpoint, wanaendelea na utaratibu wa kuingia kwenye ndege, ni kwamba twende nchini Morocco tukafanye mambo matatu yafuatayo. La kwanza, ametupatia barua mahususi au ujumbe mahususi wa kumpelekea rais wa shirikisho la Afrika la mpira wetu, ndugu yetu Msepe. Ujumbe huo mzito ambao Daktari Samia anampatia rais wa Kafu kutokana na kazi nzuri ambayo shirikisho hili lilitambua aliyoifanya Daktari Samia ya kuwekeza katika michezo na kufika hatua ya kumpa tuzo kama rais bora aliyefanya kazi nzuri ya kuinua spoti ndani ya nchi yetu ya Tanzania kwa hela nyingi za hamasa, lakini pia kwa kujenga miundombinu. Kazi ya pili ambayo daktari Samia ametuma anasema, kwa kuwa Moroko mliocheza nao na Taifa Sta ikaonyesha ushindani wa hali ya juu, basi katazameni na kujifunza mbinu zote walizonazo nazo kwa kuhakikisha kwamba Tanzania 2027 Taifa Sta kama sio kucheza fainali, basi kombe linabaki hapa Tanzania. Maelekezo hayo yametupelekea sisi kuambatana na wataalamu mbalimbali ambao wengine tayari wako nchini Moroko wakijifunza mambo mbalimbali, lakini pia na sisi tukiendelea kwenda kuona mbinu zao walizotumia kuifanya timu yao ya Moroko kuendelea kushika hatamu na kuingia kwenye fainali ili Taifa Star iendelee kuvunja rekodi kama ambavyo imekuwa kawaida yake. Jambo la tatu ambalo daktari Samia ametaka Moroko sasa hivi kwa Afrika ndio nchi inaongoza kwa utalii. Mtakumbuka kwamba Egypt ilikuwa